Hai, karibuni, tupike pamoja. Leo nilipenda sana kula mkate na maziwa, basi kama mnavyoona, nikaanza maandalizi. Nikaweka Blue Band, nikaweka Blue Band Amira. Nilivyoweka Amira, nikaweka chumvi kidogo, nikaja nikaweka maji ya moto ya vuguvugu, si ya moto sana. Nilipomaliza nikaweka sukari, nilisahau weka sukari mwanzo. Nikaja nikaweka baking powder, nayo nilisahau. Baadaye nikaweka unga Nikaanza kuchanganya, nikachanganya kwa muda kidogo. Nilivochanganya, nikaanza kukanda. Nilikanda muda mrefu sana, ili angalau mkate wangu uwe mzuri, sababu ikanda vizuri, mkate unakuwa vizuri, haushikani, unaachana vizuri, unakuwa mkate mzuri sanaaaiusishikane kwenye sufuria baada ya kuumuka kaseti oveni yangu nikaweka nilipika kwa moto wa mia hamsini na kwa dakika ishirini na tano basi nikawacha mkate wangu ndo kama hivyo unaendelea kuiva niliwacha uiva kwa hizo dakika ishirini na tano ukaendelea kuiva ulivyomalizika kuiva ikaenda kuutoa baada ya dakika ishirini na tano mkate tayari ukawa umeshaiva ulikuwa mkate mzuri sana Nikautoa nikauweka kwenye sahani mkate unavyo, u, u, u. Mimi na familia yangu tukanya kila mtu kipande chake pamoja na maziwa. Kama mnavyoona, mkate ni mzuri, mkate ni mtamu, na nyie mtaenda kupika nyumbani, kwa sababu chakula hiki ni rahisi sana na ingredients zake sio za gharama, ni rahisi, kila mmoja anaweza kuafford Ukapika nyumbani kwako, ukala. Kama una oven, unaweza kutumia pia mkaa ukapika, haiwezi kukuzuia kitu chochote. Okay guys, siku njema. Endelea kuwa nasi.